Karibu sana JJM Media Production, na kama ni mara yako ya kwanza kuwa nami basi, hii ni JJM Media Production. Leo nitakwenda kukuelekeza jinsi ya kutuma data kwa mtu yoyote, ili aweze kuifungua ile data ya kazi yako uliyoifanya then uweze kusaidiwa ama aweze kuifanya ile kazi yeye mwenyewe. Njia hii ni rahisi kabisa na ni njia ambayo watu wengine hawaifahamu, lakini nitakwenda kukuelekeza ili utakapokuwa unaifanya njia hii itakusaidia kuepuka matatizo mbalimbali, mbali ya data yako kuto kufika au kuto kufika vizuri. Basi bila kupoteza muda, kama ndio mara yako ya kwanza, unaweza kusubscribe channel yetu ili uweze kupata masomo mbalimbali ya usuhiwa masuala mazima ya music production. Kitu ambacho unatakiwa kukifanya, utaingia kwenye faili yako ambayo umesevu umesevu kazi yako. Mfano, mimi nimesevu hapa kwenye new folder 2. kuna hii folder inaitwa inaitwa leo. Ukifungua ndani ya hii folder utakuta kuna hivi vitu. Sehemu ya kwanza kuna audio hapa. Kwenye audio ndio kuna zile vocal zote ambazo zimerekodiwa au nimerekodi msanii wangu wakati anaimba, vocals ziko nyingi sana kama unavyoona hapa, iko hivi. Hii ni sehemu ya kwanza. Tarudi nyuma, nataka nikuonyeshe ili uelewe zaidi. Sehemu ya pili kuna image. Ukifungua hapa, unaweza kukuta hii kitu hapa na penye patakuwa hapa na image. Image ni nini? Hii ndio ile inaonyesha kule kwenye unavyoingia kwenye Cubase yako. Itakwenda kusoma. Hizi image ndio zinawezesha faili yako kusoma, lakini kuna mix down hapa hapa, nilifanya export tayari. Sasa hata kama hujafanya export bado, lakini umeshafanya kazi yako, umeedit au ume umeshafanya mix tayari, kila kitu kimekamilika, au hujafanya kabisa, ila umesha isevu tu, baada ya kumaliza kurekodi, kutakuwa kuna mafaili yako eneo hili nje kabisa una hii folder sasa, ambapo ndani ndio kuna project nzima. Sasa unafanyaje? Unachokifanya hapa nje hapa, ndio una option hapa, unabonyeza right click, kisha unakuja kipengele hiki hapa, unatengeneza zip kama hivyo unavyoona hapa. Inatengeneza kwa, utasubiria hapa ikamilike zip yako. Maana yake nini? Kila kitu kitakusanywa sehemu moja, then kitakuwa kama ile faili hapo unavyoiona nje. Hii itakuwa tayari umeshatengeneza data yako. Sasa hii unaweza ukaicopy ukaiweka kwenye kwenye simu yako, then unaweza ukaituma kwa njia ya WhatsApp, au unaweza kutuma kwa Telegram. Utategemea na mtu unemtumia, mnatumiana kwa njia gani. Unaweza kutuma kwa email. Sasa ni wewe mwenyewe tu na yeye ataipata hii kazi, alafu ataiextract itarudi kuwa kama ile folder hapa, bila kupoteza kitu chochote humu ndani, na yeye ataweza kuifungua hapa. Inakwenda kutengeneza kitu kama hicho nilichokuelekeza hapo. Lakini ikiwa naendelea kufanya hivi, naweza nikaongea mawili matatu kwa wale wote ambao ni producer, ni beginner, wanatafuta namna ya kujifunza katika production ya music, unaweza ukanicheki kwenye namba ya simu unayoiona hapo katika video yetu, lakini pia kwa wale wanaohitaji plugins mbalimbali, kompa XV, kompa science na vitu vingine, plugins zote kubwa kubwa unaweza ukazipata kwangu kwa gharama nafuu kabisa. Unaweza ukanicheki tu hapo, lakini pia tuna group la WhatsApp ambalo linajumuisha maproducer mbalimbali mbali. Kwa hiyo kama unahitaji kuungwa katika group letu Takuunganisha pia unaweza ukanicheki kwa WhatsApp. Tutaendelea kuwa pamoja nasi, tutaendelea kujifunza mambo mbalimbali ambayo ya yanahusiana na masuala ya music production. Bila kupoteza muda, hapa nafikiri utakuwa umenielewa na baada ya kumaliza hichi kitu ambacho nakifanya hapa utapata faili lako kama hili. Then hilo faili sasa utaweza kumtumia mtu ambaye unahitaji kumtumia. Nikutakia wakati mwema, JJM Media Production pamoja sana. Katika ubora tunaendelea kuelimishana mambo mbalimbali, goodbye.